Aliyechelewa kachelewa na aliyefika kafika, aliyetangulia atangulia na we pia utafika. Kwa hivyo maisha yanakupitana, kila kitu unachokifanya ujue kuna mwenzako amekupita kwa, kwa hivyo kubaliana na hii hali eh, kwamba mimi hapa nilipo kuna mwenzangu amenipita zaidi. Kile unachokifanya ukijua, ukitambua hicho kitu utaishi kwa amani sana, lakini sasa kuna watu hataki kuona wewe umempita, na umempita na hataki kukubali. Oya mkubwa, ni mkubwa huwezi mpita miaka tunaelewana, alokuzidi umri huwezi kumpita umri hata siku moja. Oya jamaa, sikio alizidi kichwa, labda la, yani labda la sungura tu, lakini we binadamu, hakuna siku sikio lako litazidi kichwa. Kenge maji, wewe mmoja, wewe elewa hiyo kitu.